Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya Jiravosabo Kliniki. naitwa Dr. Jimmy. Ana leo nitakusogezea faida ya karafuu mwilini mwako. Mara nyingi tumekuwa tukiwashauri ajaribu kutumia vyakula kama dawa na usitumie dawa kama vyakula. Kuna watu wamekuwa wakitumia dawa kila siku. Unakuta mtu anatembea na dawa. Sasa huo ni uraibu wa kutumia dawa, ina maana dawa unaitumia kama chakula. Lakini au kifahamu baadhi ya faida za za matunda a faida ya miti ya mimea mbalimbali, basi itakusaidia kuondokana na hizo changamoto. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na kucomment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na leo nitakusogezea faida za karafuu. Faida za kutumia karafuu kwenye upande wa mwili wako, itakusaidia itakusaidia kuondokana na magonjwa yapi, au itakusaidia nini katika mwili wako? Na tunajua karafuu ni nzuri kwa sababu ina vitamini na, na madini tofauti tofauti ambayo yamekuwa ni madini muhimu katika mwili wa binadamu. Faida namba moja ambayo utaipata kwenye upande wa karafuu ni tiba nzuri mojawapo ya pumu, pumu ile ya kifua kubana. Kuna watu unakuta anahisi kifua akinabana bana Aa, ni kutokana na pumu sai. So, kama una pumu basi asma basi hakikisha unatumia karafuu, unga wa karafuu kwenye maji ya uvuguvugu itakusaidia kuondokana na changamoto aa, ya pumu. Lakini tiba namba mbili kwa wale ambao mdomo unakuwa na mdomo aa, unanuka au wanasema vijana wa sasa hivi wanasema mdomo unatema cheche au una jino limetoboka, basi hakikisha unatafuna karafuu kila siku na itakusaidia, itakusaidia changamoto za mdomo kunuka na changamoto ya kuwa na tobo au tundu Kwenye jino lako. Lakini faida ya tatu ni nzuri katika kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo. Mara nyingi uh, madaktari wa tiba mbadala na asili wale matabibu wametumia sana uh, katika mchanganyiko wao. Ni kwa nini wanaitumia sana? Kwa sababu inatumika kuondoa H pylori na kusaidia uh, kubalansi kiwango cha acid reflux uh, mwilini. Faida nyingine ambayo inapatikana ni kuimarisha mfumo wako wa mmenyaji wa chakula. Udhaifu wa mfumo wa umeng'enyaji wa chakula umekuwa na changamoto nyingi, vidonda vya tumbo, asidi reflux bawasiri, hayo ni magonjwa ambayo yanasababishwa na mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu. Kwa hiyo kama mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula ah, ni dhaifu, basi tumia karafuu. Wengine hawapati choo, wakipata choo wanapata choo kigumu, basi tumia karafuu itakusaidia kuondokana ah, na hiyo ya changamoto. Lakini pia ni tiba nzuri ya maumivu, kama unahisi maumivu ah, tuk, ambayo unayapata mara mkononi, mgongoni, kifuani, kichwani, mguuni au una hisi maumivu yoyote yale, basi tumia karafuu. Unga wa karafuu ni mzuri sana, utakoroga kwenye maji ya uvuguvugu anakunywa, lakini hutuliza maambukizi yale, maambukizi yoyote ambayo unaweza ukayapata ya bakteria na fangasi, basi ni nzuri kwa sababu inaondoa uh, utuliza yale maambukizi yoyote yale. Lakini pia uh, inasa, inasaidia kuondoa uh, uh, kiwango cha sukari, na maana inatibu kisukari kama una changamoto ya kisukari basi tumia uh, uh, unga huu uh, tumia, uh, tumia tumia karafuu itakusaidia kuondokana na changamoto uh, ya kisukari. Lakini pia uchochea mzunguko mzuri wa damu, na tukishaongea mzunguko mzuri wa damu, basi uh, usiache kuweka mbali changamoto ya stamina kwa upande wa wanaume, kuongezea stamina na kudumu katika atendo la ndoa kwa muda mrefu. Ni kwa nini? Kwa sababu blood circulation kisha kuwa sawa, basi ni rahisi kuweza kuperform vizuri. Inaboresha afya ya ini, afya ya ini kwayo, kwa hiyo kwa wale ambao wana changamoto ya ini, hata kama hauna changamoto ya ini, basi tengeneza mazingira ya kutumia karafuu, itakusaidia kuondokana na changamoto ya ini, lakini pia ni nzuri kwa afya ya mifupa kama una changamoto yoyote kwenye upande wa mifupa basi tumia karafuu itakusaidia. Hutuliza msongo wa mawazo na uboresha afya ya ngozi. Kwa hiyo kwa wale ambao wana msongo wa mawazo, lakini pia ngozi yako haieleweki, ngozi yako ina makunyanzi, ngozi yako sio nyororo, haivutii, ni kavu, basi tumia a, ta tumia karafuu itakusaidia kuondokana na hizo changamoto. Tuambie hapo chini, je, wewe ni faida gani ambayo umeipata kwa kutumia karafuu? Tunasema sharing is caring, kwa hiyo kituambia na mwingine atafaidika na ataweza kutumia na kuondokana na hiyo changamoto aliyonayo. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kupata channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo zituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.